Kuna mwamko wa ajabu wa Roho Mtakatifu ulitokea Amerika mwaka wa 1734 unaitwa Mwamko Mkuu wa Kwanza, na kwa takriban mwongo mmoja makumi ya maelfu ya watu walimwamini Kristo kupitia mahubiri ya Jonathan Edwards na wengine. Kwa kweli katika New England pekee, zile majimbo ya New England, zaidi ya watu elfu thelathini walikuwa Wakristo. Makanisa mapya mia moja na hamsini yalianzishwa. Sasa ingawa kipindi hicho cha uamsho kilikuwa cha ajabu sana katika historia ya mapema ya Marekani, mwanahistoria mmoja alibainisha kwamba ndani ya miaka 50 utamaduni wa yale majimbo ya New England ungeweza kuelezewa kama umekufa kiroho. Wanahistoria wamependekeza sababu kadhaa za kushuka huku, ikiwemo mapinduzi ya Marekani. Lakini tunachojua ni ukweli wa kusikitisha kwamba athari ya mwamko mkuu kwa kiasi kikubwa ilibaki kwa kizazi kimoja tu. Sasa mapema katika safari yetu ya hekima, tuliona uamsho mwingine mkubwa ukitokea, na huo ulikuwa uongofu wa mji wa Ninawi baada ya mahubiri ya nabii Yona. Mji mzima ulitubu na kuepuka hukumu ya Mungu. Kwa kusikitisha, kizazi kilichofuata cha Waashuru kilirudi tena kwenye ibada ya sanamu. Kwa kweli, chini ya miaka 60 baada ya huduma ya Yona kwao, Waashuru wa wataishinda ufalme wa kaskazini wa Israeli na kuwachukua wa Israeli utumwani kwa ukatili. Sasa imepita takriban miaka mia moja na thelathini tangu Yona ahubiri Ninawi, na Mungu ana ujumbe mwingine kwa watu wa Ninawi, na safari hii ujumbe huo unaletwa na nabii Nahumu. Tofauti na Yona, Nahumu haendi Ninawi kuwaalika watu watubu, na pia hakufikishwa huko na samaki mkubwa. Lakini Nahumu anatoa ujumbe kutoka kwa Mungu na ni huu tu: muda wao umeisha, subira ya Mungu imefikia mwisho, hukumu ya Ninawi sasa ni ya hakika. Sasa tunapofungua kitabu hiki kidogo cha unabii kinanivutia kuona kwamba Nahumu hanzi kwa kutaja baadhi ya dhambi za Ninawi, bali anaanza kwa kutaja baadhi ya sifa za Mungu. Mstari wa pili unasema Bwana ni Mungu mwenye wivu na mwenye kulipiza kisasi kwa adui zake. Mstari wa tatu unaongeza, Bwana si mwepesi wa hasira, ni mwenye uweza mwingi, wala Bwana hamhesabii mtu mwenye hatia kuwa hana hatia. Kwa urahisi tu, utakatifu wa Mungu unahitaji dhambi iadhibiwe, na yeye wapa watu muda mwingi wa kutubu na kumrudia. Sasa Yona alisema miaka mia moja na thelathini iliyopita kwamba Bwana ni Mungu mwenye neema, mwenye huruma, si mwepesi wa hasira na mwingi wa upendo usioisha. Hiyo ni Yona nne imbili, na ukweli huo ulithibitishwa pale watu wa Ninawi waliposamehewa hukumu ya Mungu. Mungu ni mvumilivu mi mwenye huruma na anawapa neema na rehema yake wale wote, pata watu kama waninawi ikiwa watatubu kwa kusikia ukweli. Na niambie, ninafurahi Mungu ni mvumilivu kwa wasioamini, kwa sababu hakika alinivumilia mimi pia. Mpaka nilipofika kidato cha mwisho shule ya upili, sikutaka kuwa na uhusiano wowote na Mungu na hakika sikutaka kusikia kuhusu toba hata ingawa nilikuwa mtoto wa mishonari na nilikuwa naijua Biblia, moyo wangu ulikuwa wa uasi kabisa. Nilijua bado kwamba Mungu yupo na pia nilijua ninastahili hukumu yake, lakini sikuwa tayari kabisa kujisalimisha chini ya mamlaka yake. Mimi nilitaka kuendesha maisha yangu mwenyewe. Na kisha, kwa bahati nzuri, kwa neema na wema wa Mungu, alinipa uhai na Bwana akaugusa moyo wangu na kunifanya nitambue ubatili wa kupigana na muumba wa ulimwengu na akafungua macho yangu, na kwa neema akasikia sala yangu ye, sala yangu ya wokovu. Sasa Nahumu anapowahubiria tena watu wa Ninawi, anaelezea nguvu za muumba juu ya uumbaji. Mstari wa tatu unasema, njia yake iko katika kisulisuli na dhoruba na mawingu ni mavumbi ya miguu yake. Mstari wa nne, anaukemea bahari na kuifanya ikauke. Mstari wa tano, milima inatetemeka mbele zake. Kwa hiyo kwa kuzingatia nguvu za uumbaji za Mungu, Nahumu anauliza swali lingine hapa katika mstari wa sita: nani awezaye kusimama mbele ya ghadhabu ya Bwana? Nani awezaye kustahimili hasira yake inayowaka? Nabii kimsingi anasema, hamtambui ubatili wa kupigana na muumba wa ulimwengu? hamtambui kwamba mnastahili hukumu yake. Kweli mnataka hilo? Sasa Ninawi hawajali mahubiri ya Nahumu, hawaogopi, hawajihisi aibu. Walikuwa wamesikia ukweli kupitia Yona, kupitia wazazi wao, na walikuwa wamefurahia rehema ya Mungu zamani, lakini la kizazi hiki kingine hakijali kabisa. Kama mwandishi mmoja alivyosema, walikuwa wanatenda dhambi licha ya kuwa na maarifa yaliyofunuliwa matokeo yatakuwa nini mstari wa nane unasema bwana atawaangamiza kabisa adui zake shida haitatokea mara ya pili kwa maneno mengine maangamizi yao ni ya hakika sasa taifa la yuda linapokea kwa furaha habari za maangamizi ya mwisho ya maadui zao lakini watu wa yuda wenyewe wanaonywa hapa kwenye mstari wa 15 wamfuate Mungu na kutimiza nadhiri zao. Hivyo hapa katika sura ya kwanza, Mungu mwenyewe, tabia yake, ndicho kinachoangaziwa. Sasa katika sura ya pili, hukumu ya Mungu juu ya Ninawi ndiyo inayopewa kipaumbele, na Nahumu anaandika takriban mwaka 650 na, na tunajua kutokana na kumbukumbu za kihistoria kwamba Ninawi iliharibiwa na Wababeli takriban miaka 38 baada ya mahubiri ya Nahumu. Sura ya pili inatabiri maangamizi yao yanayokuja kwa mtindo wa kishairi, na na hiki ndicho kinachotokea. Mstari wa tatu unaelezea e, adui wa Ninawi: ngao za mashujaa wake ni nyekundu, askari wake wamevaa nguo za rangi ya damu, magari ya vita yanakuja yakiwa na chuma kinachong'aa siku anapowakusanya, mikuki ya miberoshi inapeperushwa. Nikuambie, hii ni jeshi lenye nguvu na lililo jiandaa vizuri. Tunajua kwamba magari haya ya vita ya wababeli yalikuwa na visu vikali vilivyotoka pembeni mwa gari na hivyo vingekata na kuangusha yeyote aliyesimama mbele yao. Mstari wa sita unasema milango ya mto imefunguliwa ikulu inayeyuka. Hii ni unabii wa kuvutia kwa sababu hiki ndicho kilichotokea. Kulikuwa na mto uliopita katikati ya Ninawi. Kulikuwa na bwawa wenye mto huu nje kidogo ya mji basi. Jeshi la wababeli lilifungua milango ya bwawa hilo. Mji wa Ninawi ulifurika na ikulu ya mfalme ikayeyuka, ilisambaratika kihalisi katika mafuriko, na kwa hilo wavamizi wakaingia mjini na kuupora. Sasa mstari wa kumi unaelezea hofu ya mji, mioyo inayeyuka na magoti yanatetemeka, uchungu uko viunoni mwa wote, nyuso zote zinakuwa rangi ya kijivu. Sasa historia inatuandikia utimilifu wa unabii wa Nahumu kwamba Bwana ange hufanya mwisho kamili wa Ninawi. Na niambie wapendwa, mji huo ulisawazishwa kabisa na hadi leo haujawahi kujengwa tena. Kumbuka kwamba haikuwa nguvu wala mbinu za Wababeli zilizoyangusha mji huo. Hao hao hawakuwa adui wa kutisha zaidi kwa Ninawi. Bwana ndiye alikuwa. Kwa kweli tunasoma hapa katika mstari wa kumi na tatu, tazama mimi ni kinyume chako, asema Bwana wa majeshi na nitachoma magari yako ya vita kwa moshi na upanga utawala vijana wako simba. Nitakatilia mbali mawindo yako duniani na sauti ya wajumbe wako haitasikika tena. Sasa tena, kwa nini Bwana alikuwa anatekeleza hukumu hii, maangamizi haya ya Ninawi? Sasa sura ya tatu inatupa sababu. Katika mstari wa kwanza, Ninawi inaitwa mji wa damu, na mstari wa mwisho wa sura hii unaonyesha kwamba Waashuru walijihusisha na uovu usiokoma. Unaona ukatili na unyama waliowafanyia wengine kwa kane nyingi. Sasa yote hayo yatawarudia wao wenyewe. Wababeli wao hawakumwacha mtu yeyote. Lakini hapa katika sura ya tatu na mstari wa tatu, tunaambiwa kuhusu milundo ya maiti, miili iliyokufa isiyo na mwisho. Sasa kuna ukweli kadhaa wa milele kwetu katika kitabu hiki kidogo cha unabii ambao nataka kuuchukua na kuusisitiza. Wa kwanza ni huu: ingawa Mungu anasubira na wasioamini na anatamani toba ya kweli, atapuuza dhambi mwishowe. Kwa kweli ndiyo maana alimtuma Yesu. Tutamwamini Yesu Kristo kama yule aliyelipia dhambi zetu, au tutalipa kwa ajili ya dhambi zetu siku moja, milele. Huu hapa ukweli wa pili: tunapaswa kuwa na bidii kufikisha kizazi kijacho welewa wa Injili. E, wanahitaji kuona mfano wa kweli wa jinsi tunavyotembea na Mungu. Sasa sisi Hatuwezi kuhakikisha kwamba kizazi kijacho kitamfuata Kristo. Lakini tunaweza kuwa na uhakika kwamba hatutakuwa kikwazo kwao. Eh, hatuwezi kumlazimisha mtu yeyote kuamini na hilo linawahusu hata watoto wetu. Lakini tunaweza, kama watu binafsi, kama familia na kama makanisa, kuwafundisha kwa maneno yetu na kwa maisha yetu maana ya kutembea na Mungu.